Leo ngoja ni warudishe kwenye changamoto za hawa kuku wa mayai na jinsi ambavyo unaweza ukazishughulikia. Kuku wa mayai kwa kawaida, ukiwapa dawa yoyote ile yenye asili ya sulfa huwa wanapunguza sana kutaga. Yaani unaweza ukapunguza kutaga hata kwa asilimia hamsini. Inamaanisha kama ulikuwa unaokota labda trei kumi, unaweza ukaona unaanza kuokota trei tano na usielewe shida iko wapi. Sasa uh, hizi ni dawa zipi ambazo ukiwapa hawa kuku wanapunguza kutaga zenye asili ya sulfa? Kwa mfano Agrocox, kuna Enrovet, kuna ESB3. Hizi dawa zinakuwa na, na sulfa ndani yake. Kama utawapa kuku wanapunguza kutaga, kuna baadhi ya kuku wanaacha kabisa kutaga. Na tiba hizi za asili ambazo sasa sisi tuliwapa hawa kuku wetu ambao unaona hapa wamepunguza kutaga, kuna mashona nguo, lakini pia kuna haya majani ya mpela hivi vitu Uh, ukiwapa kuku wako ambao wanataga watapunguza kutaga, na unaweza ukajiuliza nini kimetokea, ukaweza ku, kuangaika na vitu vingine uh, kumbe ni, ni, ni hivi vitu ambavyo nimevitaja hapo, na vipo vitu vingine e, vingi tu ambavyo ukiwapa, lakini kikubwa ni kwamba vile vyenye asili ya salfa. Kama kuku wako wanaotaga ukiwapa vitu ambavyo vina asili ya salfa, basi wanapunguza kutaga na sio kwamba tuache kuwapa kuku wetu hivi vitu lakini unapowapa kuku wako inatakiwa unajua kabisa kwamba ninawapa hichi kitu matokeo yake ni kwamba watapunguza kutaga kwa sababu, tukija upande wa pili, hizi ni dawa nzuri kabisa tena ni dawa ambazo zinatibu miharo vizuri kabisa, zote ambazo nimezitaja hapo, majani ya mpela, kuna mashona nguo hayo, lakini kuna zile za dukani ambazo nimezitaja, Enrovet kuna ESB3, ni dawa nzuri sana ambazo unawapa kuku wako ila tu pale unapokuwa unawapa inatakiwa ujue kabisa watapunguza kutaga na ujue suluhisho. Uh, hapa unaponiona nipo njiani ninaelekea kutafuta kitu ambacho kitawafanya kuku, kuku wangu warudi kutaga vizuri kabisa na nina imani kama utatumia hichi kitu basi nawe kitakusaidia. Okay, hapa nimefika eneo ambalo Tiba yangu hii ninaipata kwa urahisi kabisa. Ni hii eneo ambalo lina migomba migomba. Nilichokifuata hapa ni hiki kitu hili hapa, uh, unaloliona hapo, hilo sisi tunaliita toto la ndizi, sijajua nyinyi huko mnaliiteje. Na hapa shambani bwana yapo mengi. E, kuna jingine hilo hapo unaliona. Haya yote mimi nayawekea tu latiba siku ya kuja kuya chuma, lakini leo ngoja nianze na hili hapa uh, hili toto la ndizi. Hili ndio litanisaidia kuwarudisha kuku wangu kutaga tena ndani ya muda mfupi sana. Ndio maana nimechagua hii tiba. Zipo tiba nyingi, lakini hizi nyingine zinaweza zikanichelewesha lakini hili toto la ndizi e, yani nikiamka kesho kutwa tayari kuku wangu wanakuwa wamerudi kwenye mstari, wanataga vizuri kabisa. Sasa ambatana na mimi ni kuelekeze namna ambavyo unaweza ukaliandaa hili toto la ndizi kwa ajili ya kuwapatia kuku wako na unawapa kwa kipimo gani? Aa, kitu ambacho ninaweza kukukumbusha ndugu yangu ni kuhusiana na hivi vitabu. Kama unahitaji elimu zaidi, tunavyo hivi vitabu, hiki cha tiba za asili kwa ajili ya kujitengenezea tiba wewe mwenyewe, lakini tunacha safari ya ufugaji kina kanuni bora kabisa ambazo na sisi tunatumia kutengeneza kwa ajili ya hawa kuku kutaga hapa shambani kwetu. Ufugaji wa kuku wa kienyeji ni kitabu kizuri sana ambacho kitakusaidia eh, wewe kuweza kufuga kuku wa kienyeji. Uh, hivi vitabu ni shilingi 1000 vinapatikana ukitupigia kwenye hiyo namba na vipo katika mfumo wa soft copy. Aa, ukiwa na hivyo vitabu utapunguza gharama za ufugaji kwa asilimia kubwa. Yaani, kwa mfano, chakula utakuwa unatengeneza wewe mwenyewe. Uh, humo karibia vitabu vyote hivyo vyenye miongozo vina kanuni za kutengeneza chakula. Kuna kanuni ya kutengeneza chakula kwa ajili ya broiler. Kuna kanuni ya kutengeneza chakula eh, kwa ajili ya kuku wa mayai na kuku wa kienyeji na kipimo chake hili ambalo unaliona hapa lenye saizi kama hii hapa tunaweka kwenye maji lita kumi baada ya kulikatakata katika vipande vidogo. Kuna namna mbili ambazo unaweza ukafanya. Unaweza ukakatakata vipande vidogo vidogo kama hivi ukabrend kwenye brenda ile mashine, au unaweza ukatumia labda kinu kama sisi ambavyo tunafanya hivi, ukalitwanga vizuri kabisa kisha ukachanganyia kwenye maji. Lakini pia uh, kama utalichukua lenyewe kama lenyewe ukakata vipande vidogo vidogo hivi ukiwapa kuku huwa wanakula japo uh, ubadilishwaji wake au ufyozaji wake kwenye mwili wa kuku utakuwa ni kwa kiasi kidogo, tofauti na vile ambavyo kama utachanganyia kwenye maji. Hii bwana ni tiba ya haraka sana ya kuweza kuarejesha kuku wako waweze kutaga kwa haraka sana. Kwa hiyo unaweza kuona labda ulikuwa unatibia miharo ulienda, uli ulinunua hizi dawa ukawa unawapa kuku au ulitengeneza hizi e, tiba za asili ambazo nimezielezea hapo, kwa sababu ni tiba ambazo sisi pia Kingo Farm huwa tunazielezea sana hapa shambani kwetu, na ukaona ghafla kuku wako tayari wamerudi nyuma hawatagi vizuri e, ukahisi labda kanuni unayotumia sio sahihi, au chakula ambacho nawapa kuku sio sahihi, au nini kimewapata. Inatakiwa ujue kabisa dawa ulizowapatia ndio zimesababisha kuku wako warudi kutaga nyuma, na hivyo wanahitaji e, booster ya toto la ndizi e, zipo nyingine nyingi, sio toto la ndizi tu. Kuna kitungu saumu, tangawizi, pilipili, kuna vitu vingi ambavyo pia ukiwapa kuku ina boost, lakini hii ndio ni pekee ambayo ninaweza nikasema inafanya kazi kwa haraka zaidi, na ninakushauri wewe mfugaji e, ukiachana na kwamba hili toto la ndizi ni, ni, ni tiba, lakini uwe unatumia mara kwa mara yani kama unajua, ili hali watu kama vile wanalitupa hivi. Kwanza ukilikata kwenye e, ndizi yenyewe, hata ndizi yenyewe unaipa afya ya kukua vizuri tofauti na vile ambavyo ikiwa kwao unakuta watu wengi sana wanakata wanayatupa, lakini yana kazi kubwa sana kwa kuku wao. Kuku wanaotaga awa, kuku ambao hawatagi, broiler, inawaboost, wanakuwa wakubwa kwao na umuhimu mkubwa sana. Jitahidi sana kwa wiki walau mara mbili mara tatu mawili matatu, unakuwa unawapa kuku wako. Utapata performance ambayo ni nzuri sana kwa kuku wako, na hili ni bure kabisa, wala hali yote, na shida yoyote ya upatikanaji wake. Maeneo mengi najua kuna hizi ndizi, lakini kama unakosa maeneo mengine, unajua, ukijiunga na kundi letu la ufugaji pale WhatsApp, tunaelekeza tiba nyingi sana kutokana na mazingira ambayo wewe upo. Kwa hiyo ujiunge leo hii na kundi letu la mafuzo kwa shilingi elfu nane. Hiyo ni ada ya miezi miwili. Ukiwasiliana na sisi, namba unayoiona hapo, tutakuunganisha kwenye kundi moja kwa moja kwa Helini.